Kiongozi wa kijeshi nchini Guinea, Mamady Doumbouya, ameingia rasmi katika kinyang'anyiro cha urais baada ya hapo jana kuwasilisha rasmi karatasi za kuomba kuteuliwa kuwa mgombea katika uchaguzi ambao utafanyika mwezi Disemba, uchaguzi unaolenga kurejesha utawala wa kikatiba kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021. Hatua ya Doumbouya inathibitisha rasmi hofu waliokuwa nayo wanasiasa wa upinzani pamoja na wanaharakati kuhusu kile walichodai kuwa njama za wanajeshi kutaka kubaki madarakani hata baada ya uchaguzi mkuu unaolenga kurejesha utawala wa kiraia. Vyombo vya habari nchini humo viliripoti kiongozi huyo kuwasili katika mahakama ya juu akiwa chini ya ulinzi wa vikosi maalum ambapo ya ulinzi wa vikosi maalum ambapo baada ya kukabidhi fomu hizo aliondoka bila kuzungumza na wanahabari. Mwezi Septemba mwaka huu raia wagini walipiga kura kupitisha mabadiliko ya katiba ambayo yalipelekea kuitishwa kwa uchaguzi pamoja na kuamuru Doumbouya kugombea katika uchaguzi ujayo. Licha ya kutoa ahadi ya kurejesha utawala wa kiraia na kuruhusu uhuru wa maoni, Jenerali Doumbouya na serikali yake wamekuwa vinara kuminya uhuru wa vyombo vya habari na maoni, ambapo baadhi ya wanahabari wanazuiliwa na vyombo vyombo kadhaa vya habari kufungiwa.